Nanawngie na niwauma niwazee nicumiwatuz, rais wa chama cha wazee wanaume Tanzania, naibu rais right, wa chama cha wanaume Tanzania, katibu mkuu wa chama cha wanaume Tanzania, naibu katibu na viongozi wengine kutoka mkoa wa Arusha na viongozi wengine

na mmewapa kiapo hapa. Mimi nafikiri wakati tunawa hapa, na hapa na usha, uka, kunakuwa na kitu zetu tunama, kwa maana kile ulichokiapa inabidi utekeleze si kiuke. Ukishakiuka ndio maana kunakuwa tena tofauti zingine zinazotokeza huko Kilimanjaro au Arusha eh, kwa sababu tunakiuka kile kiapo, lakini kiapo tutaanza hapo kiuka ulio unamkosea Mwenyezi Mungu, kwa sababu hata katika kuapa kidini unashika Biblia, unanyanyua juu unaapa, ni kwamba unamwapia nani? Mwenyezi Mungu. Sasa wewe unapokiapia hiki chama kwamba utakiongoza, alafu baadaye tena naleza tofauti zingine, sio sahihi. Sisemi mnaleza tofauti, lakini tunajaribu kuzuia jambo kama hiyo sitokee, wala mafarakano aina yoyote yasitokee, tuendelee kusonga mbele. Tuna watu kule kima, Kilimanjaro wenye ujuzi wa kutosha tumeona ule mwonekano wao hapa, ni watu wana uwezo mkubwa sana wa kukiongoza kichama na kusongesha kiendelee kisonge mbele. Hiyo ninaamini asilimia mia moja. Kwa maana hiyo tena ni kwamba tutapenda kus, tena kusikia tofauti yoyote ambayo itajitokeza, ni kwamba tunachoamini kwa sababu tumewapisha, tuzingatie maadili ya chama, tuzingatie maadili ya viongozi kama viongozi. Tusi, tusisubiri mpaka labda ndio tuje tupelekwe semina. Sisi ni wazee, tumeshaingia semina mbalimbali mpaka tumefikia hapa, tumekomaa, tumeiva. Kwa hiyo, inabidi hakuna kitu chochote ambacho kitaweza kukusumbua wewe, kama wewe unaona kwamba umeapa na unatenda haki, hakuna kitakachokushinda. Kwa hiyo, tunaamini chombo hiki kitakipeleka vizuri na kitakaa vizuri na tutafika, tutafikia yale, yani malengo tuliyotazamia. Sina la zaidi kiongozi, e, rais mkuu wa chama, nashukuru sana na hata wewe tunakupongeza sana. Siku moja nilisema wewe, kama siku kama unakodai kila wakati kwamba utaondoka utaacha uta, uta, uta, uta hiki chama utaachia mzee utatumia, bora tu uendelee ukae tuongoze, kwa sababu umetufikisha mahali pazuri sana. Tulikuwa tutegemea kama tutafika hapa, lakini sasa tumefika sehemu nzuri sana na tunapata maendeleo na ninachoamini kule mbele tunapokwenda tutafika na faida kwa hiyo, itafuta tutapata, wazee, hatuwezi kuwa tegemezi. Tukiwa tegemezi, tutakuwa ni mzigo kwa watoto wetu. Kwa hiyo kinachotakiwa tutekeleze wajibu wetu, ili tuweze kufikia malengo mazuri yaliyotarajiwa. Asanteni sana, Mungu awabariki Mheshimiwa. Asante mnadhimu taifa kwa nasaa <coughs> zako.